Hello guys, yeah, je, unajiuliza jinsi gani ya kuseti nyimbo kwenye simu? E sa sehemu chini imeandikwa sound and vibration, na sehemu ambayo imeandikwa ringtone. Unaselect hapo. Ulisha select hapo. Kuna nyimbo hapa za kwenye simu ambazo unaziona hizo zote ni nyimbo za kwenye simu. Mfano ndiki displays, hizo nyimbo za kwenye simu. Sasa, sisi nataka tuweke nyimbo ambazo tume download hapa tuashimu. Labda nataka tuweke nyimbo ambazo tume download kwenye Chrome kwenye Google. Kwa hiyo tunaselect hapo kwenye file. Ulisha select kwenye file, nyimbo zetu zipo hapa ndio tunaziona zote ni nyimbo hapa. Kwa hiyo labda tuashimu, tunachukua nyimbo moja hapa tunaselect nyimbo moja nyimbo nyimbo, na kwa tayari mshaingia kwa simu yako, kiita itaita nyimbo ambayo umeselect. Usitao kufollow, kulike na kushare na kusubscribe akaunti yangu ya Young Rich TV kwa trick nyingi za kwenye simu na kujifunza zaidi kwa dakika moja tu.